Haikuwa sawa tena. Tena sasa kasi imewapa mandate kwamba wao ndani ya nchi ndio wana mamlaka zaidi, basi tungerudi kwenye msingi ule wa kwao wa ndani, ili wangeachana nayo kule. Hata kasi ilisema hatakuwa na, na mamlaka. Unaona, tungerudi ndani wakayafikia. Kwa hiyo, una, una uwezo kuthubutu kusema bodi ya ligi hawapaswa kuanzia hapa kwenye kupanga ratiba? Yes, yes, mimi mimi nasema bodi ya ligi haikuanzia, haikupaswa kuanzia kwa kwenye kupanga ratiba Ingetakia ianzie pale ilipoachia tamko lake la mwisho. Tamko lake la mwisho Bodi ya ligi ilisema nini kabla ya ratiba? Ungekuja na tamko eh, ingekuja kwanza na tamko, unaona? no, mm -hmm. ya kufafanua yale ambayo waliyasema mara ya mwisho, alafu baadaye ndio wangetuambia baadaye ya tamko conclusion yao, wameona sasa wanaweza wakapanga tena mechi, hakuna tena utata mwingine. Kwa hiyo ndio ambavyo ingekuwa, Bodi ya ligi nayo ina Yaani sije saa hizi watu wengi tukaanza kuingiza uh, Young African Sports Club kwamba ndio imesababisha hali ya sintofahamu no. Bodi ya ligi mwenyewe ni msababishaji, tena nambari moja. Bodi ya ligi ni msababishaji, na tukiwa tunatarajia kwa heshima kubwa ambayo wamepewa hata na kasi kwamba wao kwanza ndio unaotakiwa tuwasikilize, hata kama una matatizo lazima umalizane na wao, basi hapo sasa ungejionyesha sasa lakini wameanza tena kuonyesha kwamba wao tena ni ni ni, ah, ni, tu, tu, tu, tu, tunaweza kusema mm, uh, kuna namna Bodi wametumia uh, ubabe, eh ya hilo hilo lipo, kwa sababu kwa sababu uh, hata ukiingia kwenye hoja ambazo Yanga walizitumia wakati wana wana wanapeleka maombi yao case, kuna neno wametumia la arbitrary arbitrary powers The TPBL, wametumia arbitrary powers. Arbitrary, arbitrary ni ubabe <laughs> e, kwa tafsiri naelewa mimi. Mm. Eh, wametumia Kiingereza fulani Yanga cha kisheria umo ndani e, wana siyu katasi zangu zile za toka huko zipo wapi lakini ilikuwa na samari samari zangu fulani mm. zinaonyesha jinsi ambavyo hata wakati wanasema yasikilizwe yale mapingamizi au zuio wanaita uh, stay for execution. Eh? Wakati ule uh, Yanga ina inaomba inaambiwa, sasa kwa nini mnataka kwanza kuwe na ma, mazuio eh, eh, kwanza wakasema wao there is very serious questions to be determined kabla ya appeal. Lakini vivyo wakasema kuna mambo wanayaona hayapo sawa, kama hili lugha ambayo wametumia kwenye barua yao kule, walitamka Eh, kwamba kuna mambo ya fairness, kuna mambo ya integrity, eh, mpaka wamezungumzia mambo ya conspiracy eh. Alafu kuna lack of compliance with the TPL, eh, eh, yani then kuna neno lilosema hilo ambalo wewe umenikumbusha, arbitrary, eh, eh, eh, yani, wakasema uh, tpbl yenyewe yani is, it tblyenyeweynibod is itisflowd witharbitrary an uh, na, na, na kuna maneno mengine waliotumia alafu wakatumiana na bad faith. Unajua ni maneno mazito sana mm. sanaa bad faith, hawezi kuiamini inania eh, fair competition principles Eh, yani, yani, u, u, u, vivi wametengeza mazingira ambayo huwezi kusema papa tunaweza kucompete fairly. Unaona? Kwa hiyo kwa hiyo hicho kitu wamekionyesha na na na na kwa hiyo wakasema kwamba hicho kina kinamfanya yeye kuharibu credibility yake uh, alafu vile vile hata TPL inashindwa uh, governance of football unaona, eh? Kwa hiyo wakasema wao inawahatarishia mambo mengi, watasuffer financial damages, yui, loss of right for fair appeal na vitu vingine vingine. Kwa hiyo swala la ubabe walilionyesha. Sasa mimi naanza kuliona kama ulivyosema, kwamba kwa nini wameacha kutupa taarifa ya Machi nane walivyoahirisha na wao walivyosema kulikuwa na hiki na hiki, tusubiri uchunguzi. Unakumbuka walisema tusubiri uchunguzi, baada ya uchunguzi tuna la kusema. Sasa kwanza wajatuambia uchunguzi kama umeisha e, na kama umeisha wanasemaje? Hayo yote wajasema. Baada yake tu sasa mchezo umepangiwa tarehe nyingine. Sasa kwa nini tusiamini, pengine tamko la klabu ya Yanga kwa, kwa umma kwamba jamani, sisi hatuwezi kuamini a, a, vyombo vya, vya, vya, vya mpira kwa sababu ya havitendi haki, hatuna imani navyo, kuna dhuluma alafu kuna upendeleo unaoendelea kwa timu nyingine. Kuna ile neno wametumia Yanga, upendeleo unaoendelea kwa timu nyingine, lakini a, a, advocate watu wengi huko hmm, uh, mitandaoni na mashabiki mbalimbali hasa hmm, wa timu pinzani wanalichukulia uh, kana kwamba hili jambo linafika huko kwa sababu Yanga Africans hawana wanasheria wenye uweledi. E, wanaamini kwamba kama kungekuwa na wanasheria wenye uweledi basi wasingeweza kupambana na hili jambo. Hii kauli inaweza kuwa na mashiko. Hilo sasa, watu wana comment tu kutokana na kile kilichotokea kasi, uh, baada ya kuona Yanga imeshindwa kasi na imeshindwa tuko procedure uh, kwamba kwa nini uh, wanasheria wa Yanga wakuona kwamba hata kwenda kasi walitakiwa wafuate utaratibu wa ndani uh, na je, hilo nalo alionyesha kwamba kuna udhaifu katika kitengo cha sheria cha klabu ya Yanga kuanzia mkurugenzi wao pale na, na wengine wakiwemo mawakili wao waliowatumia uh, lakini mimi siwezi kulisemea hilo kwa sababu kwenye mambo ya sheria na na yanahusisha mambo mengi e, yanahusisha mambo mengi sana. Uh, ningekuwa nimejua, nimeshirikishwa, nimefahamu ningeweza nikajibia, lakini siwezi kujibia kwa sababu najua mambo ya sheria na mambo mengi sana, hatujui eh. Uh, kwa nini wanasheria wa Yanga kwa mfano walishauri wali Yanga uh, uongozi wao wafungue shauri moja kwa moja kasi bila kufuata utaratibu uliowekwa, na wanasababu zao nyingi, wao wanazisema kulikuwa na vitu vya ukomo ambavyo kwenda kasi vingewazuia, lakini vile vile Uh, waligundua vile vile hiyo bodi ya ligi ilikuwa inafanya dali darling fulani ya kuachelesha haki zao. Uh, lakini waligundua vile vile hata baadhi ya kamati zinazotajwa ndani ya TFF hata hiyo kamati ya rufaa uh, vile vile ina mazingira ya ukomo, kwamba ukifika kwake ikiamua kitu uh, ni final and conclusive, huwezi tena kukata rufaa. Sasa wangefanyaje? Na waliangalia vitu vingi sana vya kisheria Uh, ambavyo ajabu kule kasi haijaviangalia ime, imesema tu hapana. uh, ndani ya kanuni za TFF uh, kuanzia kanuni ya ishirini na mbili mpaka ishirini na tano inaruhusu uh, kuna kamati ya rufaa ya kafu na kadhalika, lakini vivi kakaibuka tena kitu kingine kwamba uh, mbona mmekuja hapa, lakini hakuna decision hakuna hukumu mm. Eh, sasa tena swala la wanasheria wa Yanga, kwa nini awakuona kwamba kama walipata hukumu au kupata hukumu? Je, yale mawasiliano tu ya barua kati ya bodi ya ligi na na wao na ule uamuzi wa bodi ya ligi kuwajibu, kwamba je, ile ilikuwa ni hukumu au decision? eh, uh, wanasheria wa Yanga wanasema wao wanaona ile ilikuwa decision uh, lakini wanasheria wa upande wa, wa, wa, wa, na TFF na klabu ya Simba wakati wa, wakiwa kwenye hilo shauri waliwaambia hapana, that was not a decision. Uh, zile zilikuwa ni administrative notes au au letters of exchange. Hakukuwa na dispute kule, hakuwahi kuwa na kesi ambayo na sisi Simba na TFF na watu wengine tukahudhuria tukaamliwa. Hamkuanzisha mgogoro ndani ya bodi ya ligi ukaamliwa. Kwa hiyo vitu ni vitu vya kisheria ambavyo uh, havijalishi wewe una uwezo gani wa kisheria, lakini ni prosija ambazo kila wakati vinabadilika, na kwenye kuagiu ndio mnabishana baadaye, inaonekana kama nyinyi hamkuwa sahihi. Lakini uh, mimi nadhani wanasheria wanga wamekuwa makini na pengine ndio hata wameshauri uh, uamuzi wa sasa pengine na msimamo wa sasa, huwezi kujua lakini vile vile wao hawa hawawifaino wanaweza kuwa na ushauri wao mzuri tu wa kisheria, lakini kiutawala uh, taasisi ndio inayoamua. e, taasisi ndio inayoamua na pengine ikiamua ikiamua vizuri, swala likaenda vizuri, wanasheria mtasifiwa, mtaonekana ni nyinyi. Ikiamua vinginevyo, mambo ya kuenda vinginevyo, utaambiwa ni wanasheria, unaona mm-hmm. kwa hiyo kwa hiyo hiyo kitu naona kinazungumzwa na watu wana profile matukio mengi ya kisheria ambayo wanaona kama uh, upande wa uh, kitengo cha sheria na wanasheria wayanga wamekuwa wanashindwa au wanafeli uh, lakini kwenye ile level ya, ya ya wanapoenda kwenye hizo taasisi za kimataifa upande wa, wa sheria uh, wakati mimi hawa na wana sheria uh, ambao wanayanga wanawatumia ni wanasheria wakubwa sana na waheshimu sana na wana uzoefu mkubwa hata kwenye sheria zetu hapa ndani. I don't know eh, kwenye swala la la klabu, na hasa kwenye level hiyo, nini kinatokea unaona, eh, nini kinatokea eh, eh, advocate yeah, hii hmm. uh, hmm. eh, ya mwisho wao wanasema kwenye sheria haki haikosekani hmm. bali itachelewa. hmm. unaiona haki kwenye hili jambo, namna ambavyo linaenda na linakoelekea kama njia ya kisheria ikitumika, mpaka sasa, namna ambavyo linaenda, umeona mpaka sasa hivi, sioni sasa, sioni. Kwa mfano, upande ambao nitegemea ungefuata sheria umeamua kukataa au kuacha kufuata sheria tena, ambao walikuwa muda wote wapo kwenye sheria na wanaelekezwa kisheria, wameamua kuto kufuata sheria. Sasa kama hufuati tena sheria, tuwezi kuzungumzia kwamba haki kuchelewa, haki kufanya nini? ni pale watakapoamua kufuata sheria. Lakini kama na wao watatunisha misuli na kutumia ubabe na kuacha sheria, upande mwingine utaamua kutumia sheria e, yaani haiwezi kuwa na balance balance of power. Balance of power inaweza katokea kama pande zote mna mnapambana kisheria, kwa hiyo mizania itakuwa inaenda hivi inaenda hivi, lakini kama upande mmoja utaacha sheria Aa ah, mizaneta panda, alafu upande mmoja utaona kama una unatenda haki. Kwa mfano kama tulivyosema, upande mmoja ulitulagai, kuna mambo kama ya kibusara, kihekima kiuchunguzi, imeamua kuachana nayo, imerudi kwenye kanuni zake, umeona mm -hmm. eh mm -hmm. yenyewe imekimbia kule, alafu ikarudi kwenye kanuni zake mm -hmm. na kupanga mchezo na itafuata kanuni. Sasa upande mwingine ambao ningetakiwa na usituke kwamba ngoja tukabanane kwenye hizo kanuni tu, tufanye zuio tena, tupinge hata huu mchezo usifanyike, turudi humo kwenye kwenye kwenye malalamiko, tulete malalamiko yetu rasmi. mm -hmm. Eh, kwa mfano kulilalamikia tena, uh, kuipinga uh, bodi ya ligi kupanga huu mchezo na kuilalamikia itendi haki, na kuomba kwamba tunaomba ni tusikilizwe, na sasa tunafungua shauri letu rasmi humo. Hapo ingekuwa sahihi kwamba hiyo uliyosema bodi ya ligi wametoroka. Ehe, bodi ya ligi wametoroka, eh, E, wametoroka lakini, wenyewe wameingia kwenye mamlaka iliyonayo, na kwa hiyo hapo sijakuelewa kidogo. Ninachosema hivi, bodi ya ligi imetoroka, hatusemi kwamba imetoroka. Bodi ya ligi si tulikuwa tunaidai, basi itupe taarifa ya ilikuwaje kwa airisho, wenyewe imekaa ime, ime kimya. Ile ilichofanya yenyewe imerudi kwenye utaratibu wake wa kupanga mchezo wa kusimamia soka. Sasa yenyewe imepanga pale, pale. Ambaye hatakuja tarehe 15, sasa itafuata utaratibu wake wa kanuni na sheria kama mtu atakuja si ndio maanake? Eh, eh. Sasa, sasa yule, yule ambaye sasa hajafuata utaratibu ndiye atakayeumia. Eh, ndio maanake inamaana mtu ambaye kwa mfano hatashiriki ile mechi eh? mmoja hajatamka eh, matuwezi kumsemea Simba kurasa zao za mtandao itashiriki, kwamba itashiriki hiyo mechi ametangaza. Unaona sasa hiyo, vice versa. Kwa hiyo sasa hapo tunachosubiria na hmm. Mika mwanasheria sasa ni kanuni ambazo zitazingatia kuhakikisha mchezo unafanyika, ambazo sasa si ni kanuni halali, mchezo halali. Hatuwezi e, kusema kwamba sio mchezo halali, ingawa ni mchezo ulioahirishwa katika mazingira ambayo tuliona kama ni batili. Unaona, na na na Yanga huu mchezo kwao ni batili, sio mchezo wa halali. Mechi halali wao ni ya tarehe nane. Ndio msimamo ambao wanayo klabu ya Yanga na, na kwa kuwa sasa msimamizi wa kanuni za hii michezo, na kwa sababu hamna shauri mbele yake na kulifanyia uamuzi, na, na sasa hivi ni kama ambavyo niliwahi kusema mahali kwamba hakuna tena mgogoro wote, kese yote, uh, there is no any football dispute within the uh, federation so far kwa hiyo bodi ya ligi ita proceed kufanya maamuzi yake. Simba, Simba ni kama ameweka pembeni kwenye hili jambo, lakini yeye ndo alikuwa chanzo. Simba ali, alikuwa chanzo lakini alikuwa yeye ndo alikuwa kwanza kutangaza mimi sitoshiriki kwenye huo mchezo. Lakini alitangaza tu lakini hakukomit, yaani alikuwa anasubiriwa, yaani Simba alitangaza lakini alivyokuwa mjanja ni kwamba alitangaza na kilichotokea ni kwamba yani tulikuwa tunasubiri yeye, baada ya kutangaza mechi, kama ingekuwepo angeleta timu, kama angeleta. Lakini laki nafu yeye alivyotangaza, watu wengine wanasema eziifu, bodi ya ligi iliungana nayo sasa, wakawaairisha mechi, kitu ambacho tunaweza kusema waliungana, ila tu kilitokea hiyo. Kwa hiyo Simba akachomwekea njia hiyo, yeye hana kosa, hana kosa. Na nasikia hata alipo ka, alipokuwa kasi alisema, mimi nakujaje hapa? Ninakosa gani? Mimi nilikuwa nasubiri tu mechi ipangwe. <laughs> Nasubiri muda ni nifike. Eh, nifike. Baadaye tukaambia imeahirishwa. Eh, unaona? Kwa hiyo ile kwambia ah, lakini wewe ulitoa tishio bwana ulivuruga mechi. Ah. Uh -huh. Ah. Kama account zilihakiwa. Eh, eh zilihakiwa au nipo, nipo ah, nipuzi. Ah, alafu uh, uh, mapambano yetu ya Simba na Yanga yana mind games. Ina mind games nyingi tu. Eh. Uh -huh. Eh. Umeona? Hey, hey, hey, kama ambavyo mimi nasema sasa hivi, sawa. Msimamo Yanga bado nausubiria kuonyesha wanaume wa Yanga ni mwisho mpaka tarehe 15. Naa kwa sababu huwezi kujua, hapa katikati lote inaweza ikatokea. Ngao wao wameprove kwamba toka wamekuwa kitamka mambo yao wabadiliki mm -hmm. Hey, na, na, uwezi na, na, kujua uwezi kujua masuala ya fei yalikuwaje? <laughs> Na, <laughs> advocate, mimi nashukuru na, na <laughs> nimepata kipindi bora sana kutoka kwako. Asante, asante. Karibu sana, karibu tena. Nilikuwa tu nawaona kwenye mitandao basi, na mimi niweze, na mimi kuchangia kupitia nyinyi. Mpo vizuri na inakupendeza namna hiyo uh, mnapopata views ambazo zinawakilisha watu wengi eh, watu wengi wangeweza kupata kwamba muda gani na situpate tupate maoni, mwanasheria anasemaje, lakini nyinyi ndio mnawakilisha and I hope pengine uh, watu wengi watajaribu kutusikiliza tulioyajadili na kuona na wao wanasemaje, lakini kwa kifupi kama nilivyosema kwamba hatufurahii hii hali na mimi sifurahii kabisa kwa kiwango cha mpira wetu wa nchi ulivyofikia na ligi yetu ambapo imefikia, uh, na, na niwaambie kitu uh, kipimo kikubwa kilichofanya hii ligi ionekane ni mechi za dabi mechi za dabi. Yaani, watu watu wanaangalia vaibu la Simba na Yanga, ushabiki wake, mechi linavyochezwa, ushabiki wake, mpaka watu wanaona kwamba Tanzania kuna ligi moja kubwa sana. Sasa inapotokea hiyo hiyo, vaibu hilo na, na hiyo mechi kubwa kama hiyo inataka kuvurugwa, kuna haja ya kuwa makini sana. Sikatai. Uh, dabi nyingi tu kubwa duniani zinaleta shida uh, Ukienda Misri uh, Zamalek na Al Ahly, hata juzi juzi uliona Zamalek Al Ahly akwenda wanjani, kunakuwa na mivutano uh, uh, uh, hata Spain uh, mimi nyenye nasubiri uh, uh, kuna mechi tarehe kumi na moja Mei uh, next week this week Real Madrid na, na, na, na Barcelona El Clasico na nani kuna mambo yameshaanza kuzungumzwa. Real Madrid imeleta mambo yake. Unajua Real Madrid safari imepata mambo mengi kidogo si mazuri sana. Naanza kuuliza na hata. Kwa hiyo kuna kuwa na mivutano kama hiyo, lakini ndio timu zinazobeba mvuto mkubwa kwenye nchi. Na hata na na, na, na, na ndio pengine hata wadhamini hata ya mambo ya betting ya nini, yote yanavuta kutokana hizo. Kwa hiyo kwa hiyo mtu asija kauliza kwa nini bwana, hata vyombo vya habari mpo bize tukufuatilia hilo, no lina impact yake kubwa sana kubwa na kama nilivyokuambia, linagusa yani, kuna kuna kuna wakati wewe unazungumza hivi watu wamekaa pale bungeni, wabunge kabisa wanatoka pale, wanapitia kwenye mitandao hizo comments, wanaangaliani pale, nao wapo kwenye Simba Yanga, wapo e, na, mbona wakati mwingine wanadeclare kabisa wenyewe pale eh, speaker anaweza ka declare e, waziri mkuu nani, nani. Yani kuonyesha kwamba ni mchezo ambao hata hizo timu zenyewe zina mvuto kwa watu wengi na zinagusa watu wengi na ndio kwa maana nikasema, wakati fulani hata viongozi wa hivyo wa vilabu wanapokaa na kufanya maamuzi wafikirie hayo. The same to bodi ya ligi inapokaa na kufanya maamuzi ifikirie hayo, kama ambavyo FIFA inasema for the good of the game. Asante sana, nakushukuru sana. ipo